Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC inaendelea kutoa elimu ya usalama majini hasa katika kuelekea kipindi cha sikukuu kutokana na baadhi ya wasafirishaji na waendeshaji wa vyombo hivyo kukiuka sheria za usalama majini wakiwemo wasafirishaji wanaotumia bandari ya Nyamisati iliyopo wilayani Kibiti mkoani Pwani. Mhandisi Christopher Mrelwa ni mkaguzi mwandamizi wa vyombo vya usafiri majini kutoka TASAC licha ya kutoa elimu kwa manahodha wanaotumia bandari ya Nyamisati ametoa onyo kali kwa wasafirishaji wanaokiuka sheria za usalama majini, hasa wale wanaotumia bandari bubu kusajili vyombo vyao kwa mujibu wa sheria za usalama majini. Kumejitokeza vyombo, baadhi ya vyombo kufanya shughuli hiyo kinyume cha utaratibu na vinasafirisha maeneo ambayo hayajaelekezwa kutoka kwenye leseni zao. Kwa maana leseni zimeelekeza wasafirishe, vyombo hivi vinaweza kutoa huduma kutoka Nyamisati kwenda maeneo ya karibu, visiwa vya karibu, lakini hawataki kupita bahari ya wazi. Lakini kama kuna vyombo vinavyokidhi vigezo hivyo, ambavyo vinafanya, vinaweza vina uwezo wa kusafirisha abiria kutoka Nyamisati lakini kupita bahari ya wazi, maana kwenda mpaka Mafia, basi vyombo hivyo vifanye, viombe usajili na viombe kukaguliwa na wataalam na baada ya hapo tukijiridhisha na kuthibitishwa kwamba vina uwezo wa kufanya shughuli katika kupita eneo la wazi la bahari. Shaibu Salum ni afisa usalama wa bandari ya Nyamisati, anaeleza kuwa vyombo vinavyotoka bandarini hapo vinakaguliwa vizuri, lakini shida inatokea baada ya kuondoka bandarini. Namotoka mkitoka bandarini ni sehemu salama kwa sababu bandarini tunafata nini? Zile sheria na ukawa kabisa abiria ameingilia hapa, lakini sasa ishu inakuja wapi? Vijijini huko mnakotokea huko, maana kule hakuna bandari nini rasmi. Sasa kule ni vizuri na nyinyi, wewe mwenyewe sasa, wewe na hoza wa chombo, wewe ndio balozi kule, basi hakikisha wewe unapokuja umezingatia vile vyote vinavyohusika, kwa sababu likitokea la kutokea kule, mwisho wa siku utakutafuta nani? Na hoza uje kujibu Kutokana na nini, waheshimiwa wote, wataanza wapi? Wataanza bandarini. Jamani, naomba za watu, tunataka kujua hichi chombo kimesajiliwa wapi, tarehe ngapi, mmiliki ni nani? Vitu vyote vinakuja kuulizwa wapi? Hapa huku. Mwenyekiti wa manahodha wa bandari ya Nyamisati Saidi Kirobo pamoja na nahodha Abdurahman Idi wakakili kuwapo baadhi ya wasafirishaji wanaokiuka sheria. Ila kwa sababu kupitia leo mmezungumzia jambo pale ambapo hata na mimi kidogo nimeona lina muhimu, nahodha kama nahodha, kwa sababu yeye anajua taratibu zote, ana haki ya kuweza kusema jamani, yeye hapa kutokana na taratibu zangu na usajili wangu nasema full stop, kwa sababu kule bado hakujaona utaratibu wote wa kuweza kufanyaje